Uganda imeingia kwenye kampeni za uchaguzi mkuu kuanzia tarehe 29 mwezi Septemba kumchagua rais wa bunge na wawakilishi wengine na uchaguzi mkuu utakaofanyika tarehe 12 mwezi Januari mwaka wa 2026. Kuna wagombea wanane wanaotafuta kiti cha urais lakini wagombea wakuu ni wawili, Rais Yoweri Museveni mwenye umri wa miaka 81, ameongoza nchi hiyo kwa miaka 39, lakini pia kuna Robert Kyagulanyi maarufu kama Bobi Wine kwa jina lake maarufu la usanii, ana umri wa miaka 43. Hii itakuwa ni mara yake ya pili kutafuta uongozi nchini Uganda. Rais Museveni anasema kwamba anataka muhula mwingine kwa sababu anataka kulinda yale yote ambayo ameyafanya tangu mwaka 1986 lakini kwa upande wake Bobi Wine yeye anasema kwamba anataka kuleta mageuzi muhimu katika nchi ya Uganda. Kwanza atahakikisha kwamba kila mmoja anaiheshimu na kuitii katiba ya Uganda, lakini wagombea wengine wao hawana usemi mkubwa sana. Lakini mwanasiasa mkongwe Kiza Besije ambaye amekuwa akiwania urais nchini Uganda kwa muda mrefu hayupo kwenye siasa za mwaka huu kwa sababu anakabiliwa na kesi uhaini na amezuiwa uh, toka mwaka uliopita alipokamatwa nchini Kenya na kusafirishwa nchini Uganda. Wananchi wa Uganda sasa wana siku kadhaa na miezi kuwasikiliza wagombea wote kabla ya kufanya uamuzi tarehe 12 mwezi Januari mwaka elfu mbili na ishirini na sita.